Sasa yamekwisha hayo, hakuna gumu. Mimi ndio nasikia kwamba kuna mtu akafufuka akaeleza, alafu mtu yule anapenda dana kufa. Kwa kweli Mungu yupo, Amin. Mungu yupo, Amin. Na ndio faida ya wazee. Sasa ambaye akoepo huko nani nikusimulia namba faida tulionayo, tuna faida kubwa sana, kwa hiyo basi baada ya salamu hiyo, naomba tupige mazito matatu tena. Asante baba yetu. Yule ni kwea nasari, kanisa la Mitume au mnasema New Apostle. Lakini amekuwa bega kwa bega na sisi na kaka yake na kanisa na katika hadithi zetu zote. Kwa hiyo jambo na kuchukua. Lengo letu ni kuingia katika uzima ley Baba. Sasa karibu, karibu, karibu.

Eh, na wasalimu katika jina la Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Amen, na shangaa hapa niniko hapa nimekaa hapa na wazee wangu, ni kwamba nakuwa kama niko ndogoni nimejifunika burangejo na wajizama nini ni kweli asa, ni si watu hao wanahitaji nini hapa? Ndivyo mtakavyoshangaa wakati ulekwenda kijiji kitakatifu kiitwao Yerusalemu mpya. Amina, ndivyo mtakavyokuwa na Mungu

Na sisi wanadamu tunaishaka mbele ya Mungu, ipo usizani maisha tuliyo nalo hapa yatakuwa ya milele, hata kidogo. Wakinamusha walikuwepo hapa, leo walikuwepo lakini walioko huko wakiruhusika, watu waangalie wanasema ningekuwa mimi tena niko duniani japo niliondoka, ningekazana zaidi nipate kingine mbele ya Bwana kizuri kuliko hiki nilivyopata. Amen, wana wa Mungu, kazaneni. Mimi nawaambia nasema, kazaneni. Umesikia hapa askofu amesema nini? Amesema huyu ndio mwanzishi. Amen, lakini awasisi huo ni shida, na mtu ambaye alikuwa zamani, alikuwa jina lake ndio ndio, ilikuwa jina lake zuri na lilipendezwa mbele ya Mungu, lakini alipotenda maovu akabadilishwa jina lake shetani. Huyo mtu mpaka leo yupo na tena alifukuzwa mbinguni, kulikuwa vita mbinguni huko, ali hakupata nafasi na ugo, ali na watumwa wake kushinda awe mshindi, mbwaga hapa duniani. Huyo ndiye anayobabaisha sisi wanadamu, huyo ndiye Yesu. Wakati alimbabaisha, mahali anatenda kazi atawababaisha, ananibabaisha mimi vile vile

utereri wa yas na choa na utamani wa mji, shetani jio anaona uchungu, ananikuja macho yasione kusielezane njia hiyo ya safari ya mbingu. Ananisiba masikio nisisikie vizuri. Mimi wengi wenu umenifahamu jinsi nilivyokuwa nikifanya kazi kwa wepesi. Sasa maisha yameisha, na washukuru watu wa kanisa la msingi wa manabii kunilea ulezi wenu, na ushukuru sana sana. Tena si washukuru nyinyi, na mshukuru o Mtakatifu ambaye Mungu amewapa

kwamba jamani, mimi nimezeeka. Ingekuwa Mungu atoe kingine, kitu aliwatolea ni huyu hapa. Amen. labda hapa, na uyaaivinai hamtakwenda bwana. Naomba kwamba nisiwe ni mwomaji wa maneno mengi, huwa mimi sijazoea zaidi kusema maneno mengi. Ningeomba aa <laughs> hatusomee kitabu cha waye nane mstari wa kumi. Hebu soma baba, simama hapo usome.

Mstari wa kumi. Mana hili ndilo agano takalo agana na nyumba ya Mungu. Anataka kuagana na wewe. Mumekuja kwa ajili mumejua agano la Mungu, tumeagana naye nini? Izaoja ndio agano lako la mwisho. Yesu alikwenda kwa Yohana, alisema Yohana, unibatize. Yohana akajaribu jaribu kukataa, lakini Yesu akasema, ndio tumalize ukweli wa Baba. Yohana akakubali, akambatiza Yesu. Ule Biblia inasema fahamu, Mungu eti amefanya agano na wewe. Nini ndugu? Soma, ameagana na mimi na wewe, ametupa nini? maagizo yake ya maagano yake, hebu endelea. Baada ya zile siku asema Bwana, asemaje? Nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao niandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu. Eh, ongeza. Okay, nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake ndio na kila mtu na ndugu yake eh, akisema mjue Bwana kwa maana eh, wote watanijua. Wote. Eh, okay. Tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Sawa eh, sawa kwa sababu nitawasamehe kwa maovu yao eh.